Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa wale wasionijua mimi ni Mama Mireille Mitamba, niko mwinjilisti na imekuwa kabisa usiku um, karibuni saa nane ya usiku lakini nimejisikia kutoa ujumbe huu, na ujumbe huu ni kwa wazalendo wote wa nchi ya Kongo kwa ujumla na zaidi wazalendo walio katika Haut Plato, Moyen Plato, tuseme walio Fizi, Mwenga, Uvira, walio katika pleine de la Ruzizi na kandokando kando, Walungu ya yeah. Kwa ujumla walio ngambo za huko na nilitafuta kuwaambia kwa jina yangu binafsi aa, katikati yenu muko baba zangu muko kaka zangu muko wajomba muko watate muko wandugu wengi sana na marafiki wako katikati yenu. Nilitafuta kuwaambia hakika ninawapenda, na Mungu anawapenda zaidi, na pia ninawaombea, tunawaombea na neno ambalo nilitafuta kuongezea ni kuwapongeza, kuwapongeza kabisa kwa kazi ya ajabu ambayo munatenda. Munatenda kazi kubwa sana. Mungu awabariki. Yaani ninapofikiria sakrifisi kujitoa kwenu, hakika mwanadamu mwingine mara hawezi akawaelewa, lakini Mungu anajua tabu munazozipitia kujinyima, kujikana, kujitoa kabisa kwa ajili ya kutetea ndugu zenu, kwa ajili ya kutetea taifa lenu. Mungu awabariki wa, Mungu awabariki jamaa zenu, Mungu awabariki wake zenu wa, wale ambao wamekisha kuoa. Mungu awabariki watoto wenu, Mungu awalinde wa na kuwakinga kabisa na mimi binafsi nilishawahi kukutana na wazalendo fulani fulani ya kuna miaka karibuni tatu, nilijielekeza kabisa um, huko kuo Plato kumwaya Plato kule Mamukera, nikaenda kule kwa mlima nikapanda, nikaenda Mikenge Kipupu, nikaona minembe kule, nikaona tulambo, nikaona yaani nilitembea sana kule ku kule juu na nilikutanana na wazalendo wengi sana, na hakika niliwafurahia na nikawapenda, sababu hawakunisumbua. Tulikuwa wangapi kwenye moto, sababu tulipanda kabisa hiyo njia, uh, ile wanasema, um, kama ni shene de mitumba mwa hiyo pori, tukafika mpaka kule kupoin zero, tukaenda yani nilienda nakutana mabarier lakini ukarimu ambao wazalendo walikuwa nao ulinibariki sana. Tulikuwa tunawambia sisi ni watumishi wa Mungu, wachakazi wa Mungu, tunaenda kwa kazi ya Injili, kwa maombi. Wanasema mwende, hakuna walio tu, tu, sumbua eh mlete pesa za hivi ha? bali kwa na nahitaji na juu ya, ya sijui namna gisi wanatumika ile haki yao tulikuwa tunawapatia, tunavuka tunaenda, lakini asi kutunyanyasa mpaka mpaka, hapana. Tukakutana na uh, wa FRDC na wao wakutusumbua kabisa, tulienda salama, Mungu akatusaidia na tukarudi salama. Kitu ambacho kilicho nibariki na kunigusa ni tulikutana kikundi kimoja cha wazalendo, wakatuambia eti mnatuona gisi, tunajitoa tuko sisi tunahitaji tu msaada wenu wa maombi, msaada wenu wa maombi. Na ndugu zangu, nitafuta kuwaambia kuwa tunawaombea, tunawaombea kabisa, na tunaomba Mungu awakumbuke wa awatie nguvu zaidi tena zaidi kabisa, aendelee kuwapatia hiyo moyo mkuu, moyo ya bidii, moyo ya ushujaa mulio nayo. Tunawaombea, waombaji wengi wanawaombea, na tunajua ya kuwa Mungu anasikia na hii mwaka mwezi wa pili hii mwezi wa pili kwa hii mwaka wa elfu mbili makumi mbili na tano hapa tuko mwezi wa nne tarehe moja leo nilitembea katika plene de ruzizi na niliona wazalendo pia wengi na wakati fulani wamoja niliwasikilia huruma niliwasikilia huruma sana sababu walikuwa kwenye jua kali, jua kali. Niliona gisi wanataabika juu ya usalama, nikasikia moyo mara unaniuma ya na nilijaribu kusaidia semuuze maji kidogo, mfanye hivi. Hakika nilisikia nawaweka moyoni mwangu. Kwa hiyo kujitoa ambayo munajitolea kwa ajili ya taifa, ndio mimi ninapenda sana wanajeshi na nikienda katika inji fulani fulani, nikikutana kama ni polisi kama ni, eh, ni, ni soda militaire ya nawaza, wamoja wamekusha kuona picha ninayo, ninayo na uh, militaire wa Amerikan, mwingine mwengine na ni polisi wa, wa Ungereza na uh, ba FARDC eh, make mimi na napenda sana ku, kukamata picha na watu na, na, na wanajeshi nawapenda sana wanajeshi, na ninawaombea. Na siku ya leo, kitu ambacho nilitafuta ku, kuongeza zaidi kusema ya kuwa Mungu anawapenda, na ujumbe huu ndio kwenye mina ukazia kabisa. Mungu anawapenda na tunajua ya kuwa ndugu zetu umoja umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Na leo nilipata picha ya ya mwili wa mtu, mwili inakuwaka moja tu, lakini katika mwili kiungo kimoja, kiungo kimoja kikiumia, kikiumia mwili wote unakuwa dhaifu mwili wote unakwaka unaregea. Ukiumwa tu na kichwa unasikia ah, ah, mwili wote unaregea. Hii kidole ikivunjika unasikia mwili wote unaregea, yaani mwili wote unajiunga, mwili wote unasindikiza hii ki, kiungo ambacho kime, kimeumia. Ile njo umoja upendo katika mwili. Tena nikaona ingine picha ya wachezaji wa kabumbu. Katika kucheza kabumbu kuna kuwaka, tuseme, timu mbili, ekipe mbili, yani kuko wamoja wanacheza wana, wana na wengine na kuna kuwaka tu waku, wakuganye wala wakushinda, anakuwaka mara mmoja wa kwanza bengine wanafata baadaye. Sasa mule mkucheza kuna kuwaka mtu mmoja njo anakuwaka naingiza goal beat, kama njo wanasema beat Anaingiza kabumbu lakini kitu inakuwa inanishangaza katika, katika kiwanja ingawaje mmoja njo alienda ingiza kabumbu, lakini unaonaka eh, timu yote ekipe yote inashangilia, wanenda wanarukiana, wanapatiana mayambi am, wanalala chini wengine, wanaruka yani, inakuwa furaha ya kikundi hata ingyo, ikaw, ikiwa ni mmoja njoo aliingiza hiyo bic alipiga hiyo gol lakini furaha inakuwa ya watu wote. Hiyo ndiyo ndugu zangu, nimesikia kuwahimiza iwe pamoja nanyi iwe kabisa mwangaza wenu iwe kabisa uh, tuseme uh, flambo yenu, umoja na upendo. Tunajua kazi ya adui shetani, kwanza kazi yake kuchonganisha, kazi yake Yaani, apendaki watu wawe pamoja. Anajua hawa wakiwa pamoja wataweza, watafaulu, anawarudisha nyuma. Kitabu cha uh, Yohana sura kumi mstari wa kumi inasema ya kuwa mwizi huja wala mwizi huja ili kuua, kuiba, kuvunja na kuharibu, njo kazi yake tu Adui anakuyaka aharibu aviaribishe bikufe bisionekanake tena, anakuya naiba, anavunja na bisabote, njo kazi ya adui. Lakini Bwana Yesu anasema mimi nalikuja ili muwe na uzima na uzima tele. Ndugu zangu, bakaka yangu, bababa yangu, bamuyomba, tafadhali muwe tayari kuwa kunajua mbinu wala plan za shetani, manevre yake. Hapa shetani anapitia hapa, anaweza pitiata kwa wanadamu, munajua huyu ni mutu hivi na hivi, kumbe shetani anampitia ili kuja kuharibu kusabote. Muwe makini sana. Watu wengi wanawatazamia, ndio. Tunajua Mungu anaweza kuwapitia nie sababu Mungu kusaidia taifa lake watu wake alipitia watu fulani fulani alimpitia Daudi akaokoa Waisraeli kwa Wafilisti, na nyinyi mnaweza kuwa wa Daudi wetu kwa wakati huu. Gideoni, tunajua gisi, al, Mungu alimupitia. Mungu alipitia watu wengi ndani ya Biblia ili kuokoa taifa, na ninyi tunawa, uh, tunajua Mungu ana uwezo wa kuwapitia, anawasaidia ili kutusaidia Ndiyo, nyie muko ku front na kuko bengine ba Daudi benye biko uh, kumaombi na kuko bengine biko banafanya uh, kumamedia, kuko bengine maki tuko viungo mbalimbali mbali, lakini sisi sote ni mwili mmoja yeah. Kwa hiyo kila mtu afanye kazi yake salama kama vile ilivyo, afanye kazi yake kama vile ilivyo katika umoja na katika upendo. Ikiwa mwingine anafanya hivi, kusikuwe mwingine ambaye anasikia kama wivu. Ikiwa mwingine anasema jina yake, wengine wasikue kama vile wanafanya wanasikia wivu, haizi kwa vizuri ya. Na pia ningeshauri tafadhali, kusiwe mtu wa kudharau kazi ya mwingine, iwe kidogo iwe kubwa. Tunaona katika mwili moja, hata hii kidole kidogo hii ikifanya kazi tunapashwa kuijumulisha na kidole kubwa. Isidharau kazi ambayo kidole kidogo ilifanya, wala kidole kidogo isidharau wala kuanza kusema kazi ambayo kidole kikubwa kimefanya. Sote pamoja tunajenga, tunainua na tunafanya kazi kubwa. Mungu awabariki sana. Mimi nilimwambia journalist moya nikasema, gisi niko nasikia ndani yangu, mara wa journalist wengi wako wanataja mara jina ya mtu mwa kiongozi moja, sitaki kutaja leo majina. Kiongozi moja wanamutia njo mbele, yeye njo wanakuwa banaonesha banaonesha banaonesha banaonesha. Nikamwambia huyo journalist wengine ni wanadamu, wana madhaifu, mara hawawezi wakaelewa na haiko vizuri kwa kunafanya hivyo. Ndiyo, mtu mmoja anaweza akateuliwa aongoze, lakini hawezi akaongoza mwenyewe, hawezi akaweza mwenyewe. Yaani wale wote maeforo ya wale wote, kazi ya wale wote, wako wanafanya yote, ndio inaleta in, ina, inaonyesha nguvu lakini mkikuwa mnasema mtu mmoja huyu huyu huyu, wengine watavunjika, wengine watarudi nyuma, sio vizuri. Hakika nilimwambiaka huyo jurnaliste hivo, yani munapo tupa maua, munapo felicite uh, wazalendo wa wetu wote, muwambie mko wazuri, mubarikiwe sana, ndio muwaambie hivo, ya sababu watu wanapishana na roho zinapishana na tulindiane imani. Ya ile nilitafuta ku, kuongeza, na pia ndugu zangu, wanapopongeza mwengine tufurahi, ya tufurahi, kila mtu aone mwenzake kuwa bora. Ah, banampongeza ule, na mimi kuko wakati watanipongeza, na wakipongeza huyu, yaani wanatupongeza sie bote. Mungu atusaidie tufikie kipindi hicho. Na yengine kitu nitafuta pia kusema pole pole kwa kuwapoteza wandugu, kuwapoteza wapendwa marafiki, uh, kuwapoteza wakolegi, kuwapoteza poleni sana. Poleni kabisa, na sisi tumepoteza tumepoteza kabisa, uh, wandugu tumepoteza wandugu na tunajua Mungu yuko Mungu yuko. Na kwa kumalizia, nitasema neno hili. Mungu aliwatia kwa wakati huu mkue pale, alikuwa na lengo, ile roho yenye aliwatia. Hakuna mwenye aliwaita, kila mtu alijituma. Mungu aliwatia kwa wakati huu, na neno ambalo nimepewa kwa ajili yenu ni katika kitabu cha Esther Esther sura yake ya ine Tukiwa nyumbani, tunaweza tukasoma hiyo sura ya ine yote na hata kushuka, tunaweza tukaendelea, lakini kwa mstari wake ndasema, kwa mstari wake wa kumi na tatu na tutashuka kumi na ine hata tunaweza tukaendelea kumi na tano Biblia yangu hii ina maandiko madogo sana, lakini itachukua hii Biblia ya <laughs> ilikuwa Biblia ya baba yangu mzazi imezeeka, lakini nitasoma kidogo tafadhali. Ester, sura yake ya ine, mimi nitasoma tu mstari wa kumi na tatu hadi wa kumi na tano. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Halafu Mordekai akawaomba kurudishia Esteri jibu: Usifikiri ya kwamba wewe utapona nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayuda wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa kwa wakati huu halafu kusaidia na wokovu utatokea Wayuda kwa njia nyingine. Lakini wewe na nyumba ya baba yako watapotea na nani anayejua kama wewe hukuja kwa ufalme kwa wakati namna hii? Nitaishia hapo kwa sura ya kumi na ine, lakini tunaweza tukaendelea nyumbani kwetu kusoma. Wana wa Israeli, wa Yuda, nyumba ya wa Yuda walikuwa na, na vita, walikuwa katika matatizo kabisa na walikuwa wanaonewa. Sasa tunajua hizi habari zote za, za Esther. Myomba yake akamwambia, wewe Esther, umeolewa na mfalme, tafadhali semea taifa lako, tetea taifa lako. Esther akamwambia, haiwezekani, hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kwenda kumwona mfalme wakati huu, hakuna hakuna kabisa. Ukienda banakuua, ukienda ni shida ndio Mordekai akamwambia, sasa wewe unawazia wewe uko waajabu kuliko wengine wote, ujue ya kwamba msaada wa Wayuda unaweza ukatokea ingine fasi, kama wewe una nyamaza, kama wewe hautaki Mungu ataokoa taifa lake tu. Kama hutaki wewe kufanya kazi yako, kama hutaki kupigana, Mungu atajishughulisha na taifa lake tu kunjia ingine ile, lakini wewe na nyumba yako. Ni ujumbe mzito, ni ujumbe mzito, na naomba Mungu apatie kila mtu tafsiri. Sisi sote tumewekwa tuko kama vile wa Esther. Hata kama iye alikuwa mwanamke kwa wakati huu, lakini wewe ndugu yangu mzalendo, wewe ni kama Esther, inabidi uwe na moyo mkuu kama vile Esther alipopewa hii ujumbe, akamwambia Mordekai, wende ukusanyishe Wayuda huko waambie waombe, usiku na mchana, siku tatu bila kula wala kunywa. Na mimi nitafanya hivyo na wajakazi wangu, na nitaenda mbele ya mfalme, kinyume ya sheria. Hata kama imekataliwa, nitaenda. Hata kama wako wanakatala, haiwezekani, lakini mimi nitaenda. Hata kama wanakatala mimi kupigana, lakini nitaenda Nitapigana, nitafanya kazi, na kama nitaangamia niangamie, kama mfalme ataniua aniue. Ni mambo mazito, ni mambo mazito. Hakika hili neno ndilo nili, nilipewa kuwaambia. Mungu asaidie kila mtu alitafakari ukinyamaza kwa wakati huu kila mtu atafakari neno hili, ndipo msaada wa nji ya Kongo utatokea. Mwingine njia, Mungu atafanya njia zake gisi anazozijua. Milango ya kawaida ikifungwa, Mungu anakuwa na milango ya miujiza. Sisi tunasimama kuombea nchi kuombea taifa kutetea taifa sababu tunaipenda Yaani taifa iko ndani ya, ya damu ndani ya mwili ndani ya kila kitu, hata kama mara tuko mbali, lakini mawazo yetu, nia yetu, tuko pamoja na ndugu zetu wanaoteseka, ndugu zetu wanaoteswa, wanaouawa kiolela. Na tunajua ya kuwa Mungu ni mwaminifu na Mungu ni wa neema na Mungu ndiye mwamuzi. Ya yeah. Ujumbe mwingine nilitoaka kuna miaka ine sasa karibuni, lakini na mimi Mungu atanisaidia tena kukia kukumbusha, lakini kwa leo naishia hapo. Mujue ya kuwa wakongomani wanawapenda, muko mashujaa, muko mashujaa Tuliona wamoja wametoka huko Manyema wamefika mpaka huku, muko mashujaa. Wazalendo wote tuko nasikia, wamoja huko walikale, wengine walio katika territoire zote, uh, makalee kule Katana, Kavumu, yaani kila fasi yote, sitaweza kutaja majina yote, lakini fasi yote wazalendo, ndugu zetu, mnapatikana Muko mashujaa, na mahali popote mulipo na muzalendo, kila muzalendo wa, wa, wa, wa kweli patrioti, Mungu ambariki. Maana mutu Mkristo, mutu kabisa ambaye anaamini Mungu lazima apende taifa lake, lazima atetee taifa lake. Tukiona hata kitabu cha Nehemia sura ya pili Nehemia aliposikia habari za Yerusalemu, moyo wake ulikuwa na huzuni. Hata mfalme kwenye alikuwa anatumika, aliona akamwambia, Nehemia ni nini, mbona unafanana vibaya? Akamwambia, nitakuaje na furaha na inji ya mababu zangu imebomolewa? Yerusalemu imewaka moto, milango yake imewaka moto, imebomolewa, ukuta ya Yerusalemu imebomolewa. Hakika aliye mzalendo halisi hawezi akafurahia hali zinazopitia kwetu, lakini Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu, tunajua msaada wetu utatoka kwa Mungu. Mungu ndiye ana neno la mwisho. Ndio ninaona misaada inaombwa huku na huku, huku na huku, lakini msaada mkubwa unatoka kwa Bwana kupitia watu na hata katika njia ya miujiza. Basi nitamaliza kipindi hiki kwa maombi. Baba, ninakushukuru, ninakusifu, ninakutukuza, maana uko Mungu. Ninasema asante, maana umenipa neema na kibali ya kutoa maneno hii ya kuhimiza ndugu zangu ambao wamejisakrifie papa wamejisakrifie wamejitoa, wameacha jamaa zao, hawapokee mishahara, mara misaada hawapati kama ilivyo, lakini wamejitoa wenyewe, Bwana, ili kutetea taifa lao, ili kutetea ndugu zao. Yesu, uwakumbuke Baba uwabariki, baba uwatie nguvu, baba uwatie ujasiri, baba uwajaze upendo, baba uwajaze wawe na umoja. Yesu ninawaombea baraka zako, ninawaombea nguvu zako, ninawaombea ushindi wako Bwana, wapate ushindi na maadui zote wapate kushindwa. Maadui wa Kongo washindwe, wote ambao hawapendi hiyo inji wapate kushindwa, wote ambao wanaotutakia mabaya wapate kushindwa na kurudi nyuma. Tunatangaza uzima, tunatangaza ushindi, tunatangaza kuf, kufunguliwa. Baba, damu zilizomwangika ni nyingi sana. Damu zisizokuwa na hatia zimemwangika nyingi sana. Yesu, tunataka tukuone, haleluya. Hata mataifa washuhudie ya kuwa wewe ndiwe wa Mungu wa taifa letu, ya kuwa wewe ndiwe wa Mungu wa Wakongomani, ya kuwa wewe ndiwe wa Mungu, wewe ndiwe wa wa alfa na omega wa nchi yetu, Yesu Kristo. Hatumujue Mungu, Mungu. Baba asante, asante kwa wote ambao wamejitoa kwa ndugu zetu wazalendo wanaojitoa katika uh, viwanja vya vita, na asante Yesu Kristo kwa wale wengine ambao wamejitoa kwa njia zozote zile, uwabariki Mungu, damu yako iwafunike na kuwapatia ushindi sisi sote, neema yako iwe juu yetu Tusamehe Baba, ututakasi kwa yote tumefanya yasiyokupendeza, utuoshe kwa damu yako Baba. Asante Mungu wetu, maana watusikia na maana utaenda kutenda. Jina lako libarikiwe na utukufu ukurudi wewe, Mungu wetu, tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, amen, amen.